In, in amejipata tena kikaangoni baada ya uchunguzi wa kamati ya uhasibu katika seneti kufichua kuwa aliyekuwa gavana wa pili wa kaunti ya Bungoma Wikliff Wangamati alitumia takriban shilingi milioni 3.68 kugharamia mradi wa mti wa Krismasi, kwa kimombo Christmas tree. this this 3.6 million that was used for Christmas tree lighting celebration is very unfortunate. I want to agree with the area senator that uh, the EACC must and should pick up the matter so that, uh, this thing that... Because, yeah, it's not different from what we saw in House Wami. Ni miezi mitano tu, governor huyo wa zamani kuhojiwa na makachero wa EACC kuhusu maswala mbalimbali yanayohusu ufisadi na utumizi mbaya wa mamlaka ambapo aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni moja. Kumbukumbu kumbu za Seneti zinaonyesha kuwa takriban shilingi milioni 3.68 zilitumika kugharamia mradi wa mti wa Krismasi mnamo Septemba mwaka 2019. Matumizi hayo yaliibua maswali mazito kutoka kwa Seneti ikitaka maelezo ya wa wajibikaji kutoka kwa meneja huyo wa zamani wa kaunti ya Bungoma 5

mujibu wa seneti suala hilo linatarajiwa kuwasilishwa kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kwa uchunguzi zaidi. Taarifa za seneti zinaibua wa wasiwasi mkubwa kuhusu usimamizi wa fedha za umma katika kipindi hicho, na kusisitiza haja ya uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za serikali.

They are using for for, creating Christmas trees, trees. They are also using for buying seedlings in areas where there is drought 24-7. So, Chair, I think there is a bigger problem than what we are imagining. Ripoti ya mtazamo wa dira runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjala